Mungu wa washi hawa wote waliweza kuabudiwa katika ufani ambao waliweza kutoka. Lakini leo ni wasimama na kusema kwamba hakika hakuna Mungu duniani kote ila katika Israeli. Na hivyo ndivyo tunavyo

Tumepewa fadhila tatu na Mwenyezi, imani, matumaini, na, na Mungu. Fadhila ya imani, fadhila ya matumaini na fadhila ya mapendo, na kwa sababu Mungu anaemiza katika maisha kwamba tuzindue hiyo imani inayotukumbusha know, kwamba imani ni safari ama maisha ya imani ni safari tunayoienda siku kwa siku, tukiiboresha tunapoiweka kwenye

na Mungu ambaye ametuita katika haya maisha. Hivyo lazima tuweze kuwa pativu na huyu mtu na amani. Tuambiwa kama wakati ambapo Eliya alikataa kuchukua hizo zawadi, baadaye atajitokeza mtu ambaye kwa sababu ya tamaa atakimbia na kumwambia yule mtu ote unarudi kwa nani? Kwa huyu tamaa, aliyesema kwamba tamaa ni wafisi. Hiyo ndio tamaa inayotuelekea toni, tunapoanza kukitamani kile ambacho si chetu, na maana tunaambiwa kwa wako achukue udongo kati ya msigo wa nyungu kwawili. Kwa sababu gani? Kwa sababu iwataka anaporudi kwao, mahala ambapo atamwaga huko mchanga ama huko udongo, ataweza kuendelea kumwabudu Mungu wa Israeli aishele so iaawaeiaba